Amba eh, ya uwepo wangu, kusudi, kwa kweli, kusudi la uwepo wangu sio lazima ni la Muumba, kwa sababu hata katika kuniumba hakukuwa na birokrasi kati yangu na Muumba, kwa sababu wazi ni kuumbe, hakukuwa na hiyo birokrasi. Kwa hiyo kul kulilejea kusudi la uwepo wangu ninagirijia pake aliye yalieliguluku na nichukue mm, aya mbili tu hivi kwenye kitabu cha Efeso sura ya kwanza sura ya pili mstari wa kumi inasema hivi: maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mengi. Imeelezwa kusudi hapo, we were created in Christ Jesus that we might do good work, good deeds. Hilo ni fungu la kwanza nalichukua kwa Mungu, sio langu. Yeah, yeah, ni lake, siyo lano, nilake yeye alieamokuniuu. Halafu anaendelea kusema hivi, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende kwa hayo. Kwa hiyo well, sababu ya uwepo wangu mimi ipo kwa Mungu, mimi ninaitii ya pili ni aili <laughs> kwenye kitabu cha Mwanzo wa sura ya kwanza mstari wa 26 inasema hivi kisha, Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, atawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa kufugwa duniani, dunia yote na viume vyote vitambaavyo. Hilo nalo ni kusudi, niwe wakili wa kazi ya mikono ya Mungu. Amen. Alafu sura ya Mungu, sura ya Mungu ndani yake ina wajibu, ina haki, hakuna haki bila wajibu. Mimi nikiambiwa nimekuumba wewe kwa sura yako, lazima nilifae. Mungu anafanya nini? Ana create, I must create. Kama anaongea anafundisha, I must talk, I must teach, he, he is preaching, I have to do so. Kama anaomba ana, na mimi aniwekee, kwa kwao majukumu yangu, nayapata kwa Mungu, aponazima kwa mfano wake, kwenye mfano wenyewe kuna haki na kuna wajibu.